Na mwanaharakati ambaye pia ni mtaalam wa mitandao, Rose Njeri, aliyeachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki moja Njeri hakusomewa mashtaka baada ya mawakili wake wakiongozwa na jaji mkuu mstaafu David Maraga kusema kwamba tuhuma dhidi yake hazikuwa na msingi wowote wa kisheria. Njeri anatuhumiwa kwa kubuni jukwaa la mtandao la kuwasilisha maoni ya umma kuhusu mswada wa fedha wa mwaka elfu mbili ishirini na tano ya kusubiri kwa saa kadhaa, hatimaye mwanaharakati Rose Njeri alifikishwa mbele ya hakimu Geoffrey Onsarigo akikabiliwa na mashtaka ya uhalifu mtandaoni. Hata hivyo, Njeri hakusomewa mashtaka, mawakili wake wakipinga mashtaka hayo na kuyataja yasiyo na msingi wowote wa kisheria. Njeri anashutumiwa kwa kudukua mifumo ya kompyuta bila idhini na kutengeneza programu ya mtandaoni iliyotuma barua pepe kwa wingi kwa kamati ya fedha bungeni.

Maafisa wa upelelezi wanasema jukwaa hilo lilielekeza barua pepe nyingi kwa katibu wa bunge la kitaifa kinyume na sheria. Mawakili wa Njeri wakiongozwa na jaji mkuu mstaafu David Maraga walidai kuwa mashtaka hayo hayana msingi na yanakiuka haki zake za kikatiba. <coughs> That, Njeri aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki moja, baada ya kuachiliwa Njeri alisimulia jinsi alivyokamatwa nyumbani kwake siku ya Ijumaa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Pangani. Baada ya kuzuiliwa siku nne, mwanaharakati Rose Njeri ameachiliwa huru, lakini mawakili wake wameikosoa vikali serikali kwa madai ya kubuni mashtaka. Mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi tarehe ishirini mwezi huu wa iwapo Njeri atashtakiwa kwa tuhuma za uhalifu wa kimtandao. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.